Kwa tuzo kwa sababu ni moja. Leo tumwona, tumtunikie dada yetu Melina, afisa maendeleo. Imekuwa surprise kwangu jamani, Diwani Sigalo kwa hiki ambacho amekitoa. Mimi namshukuru sana, mimi kama diwani ambao niko kwenye kata hii, lakini pia na watendaji wenzangu tumekuwa tunafanya kazi pamoja, lakini tunaye dada yetu hapa ambao ni afisa maendeleo, dada yetu Melina alikuwa akata mkanyagio baada ya miaka tatu hapa kwenye upande wa, wa kusajili vikundi, lakini pia kutoa mikopo, tuko bado tuko nyuma sana. Kwa hiyo tukampatia majukumu kwamba tunahitaji tutoke hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo nichukue kwanza moja kumpongeza. Lakini pia, lakini pia tunafanya haya kwa ajili ya kutoa hamasa na kwa watu wengine. Maana amekuja na kuta tuna vikundi karibia 12, lakini sasa tunakimbia vikundi 40. Hebu tazama ni namna gani tumepiga hatua awamu ya kwanza kwenye vikundi hivyo vilipata mikopo ilikuwa viwili, lakini mimi kama diwani nikamuelekeza na ofisi yangu ya UDC tukamuelekeza kwamba tunahitaji tusonge mbele zaidi. Sasa hivi vimehakikiwa vikundi vimesha vitoa vikundi 20, lakini kimoja kimekosa sifa, imebaki 19, angalia kutoka viwili mpaka 19 ni namna gani tumepiga hatua kati ya Mpanda Hoteli. Kwa hiyo tukaona kwamba si haba, japo tukaona tumtie moyo ili angalau tumtunikie cheti cha pongezi kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii, kwa hiyo nichukue nafasi hii. Unajua, tumezoea watu wanasifiwa sana sana wanapongezwa mtu akifa, lakini lakini lakini sisi maana Mpanda Mpanda Hoteli Hoteli ya ya zamani sio Mpanda Hoteli ya sasa, tume, tume sasa sasa tumejifunza kumpongeza mtu akiwa nini yuko hai, lakini bado tutaendelea na hii mpaka pale tutakapona kwamba kwamba sasa inafaa, pia ni hamasa, si kwamba watu hawafanyi kazi wetu, watu kazi, watendaji wetu wote wanafanya kazi nzuri, sawa, na ndio maana hata kwenye serikali wanaye mfanya kazi bora, si kwamba wale wengine hawafanyi, hapana na hawa nao pia wanapiga kazi, isipokuwa kuna mtu ni kama kwenye mtihani au ni kama kwenye udiwani, unagombea watu 11 lakini anahitajika mtu mmoja. Sio kwamba wale hawana sifa, wote wana sifa, sifa, ila kwa sababu anahitajika mmoja anachaguliwa, mdomo mmoja kwa wakati huo. Kwa hiyo wengine wasinukuu kwamba anafanya kazi ndio, hapana. Maana yetu sisi ni kwamba tunawapongeza wote. Ofisi yangu mnafanya kazi kubwa sana, watendaji na wenyeviti na wajumbe wa serikali ya mtaa, isipokuwa sasa kwa tuzo kwa sababu ni moja, leo tumwona tumtunikie Chetiki imeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais TAMISEMI, diwani wa kata Mpanda Hoteli. Cheti cha pongezi. Hii ni kudhibitisha kwamba ndugu Melina Cosmas Kando amekuwa mfanyakazi bora kwa mwaka 2024 kwa 2025 ameonyesha uchapakazi, ushirikiano, uadilifu na uzalendo katika kazi. Ameweza kujisimamia mwenyewe na kwamba amestahili kutunukiwa cheti hiki. Hongera sana. Imesainiwa na Hamis Lamiki Misigalo, diwani wa kata ya Mpandahoteli. Jamhuri ya <laughs> Muungano wa <laughs> Tanzania, wote tunamtunuki cheti hiki cha pongezi lakini mimi kama diwani nampatia kesh elfu hamsini kwa ajili ya kumtia moyo kwa kazi kubwa aliyoifanya na aendelee na moyo wa namna hiyo, naomba nimkabidhi muahidi, mimi kama diwani, lakini pia na ofisi yangu ya ODC, tumemwahidi tume tumpatia shilingi elfu hamsini. Naomba nimkabidhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee, Mama Samia oe. Oe. Diwani safi. Safi. Hii imekuwa surprise kwangu jamani. <laughs> <laughs> sikutegemea kama kuna jambo hili yni. <laughs> <laughs> E, nashinda hata niongee nini, nashinda takusema. Namshukuru sana mheshimiwa diwani na ofisi yote, nakishukuru chama, nashukuru watendaji wenzangu wote. Jambo hili limeanza kwangu, nadhani litaenda tukwa wengine. Mheshimiwa wetu diwani Sigalo iko vizuri sana, si? <tos> <tos> kwa hiyo kwa hiki ambacho amekitoa mi namshukuru sana sina la ziada eh? Mungu ambariki, namzidishie pale alipopunguza kwa kututia moyo watumishi wa kata hii ya Mpanda Hoteli. Mi ni mgeni Mpanda Hoteli hotel, lakini nimekuja vizuri naona. Kwa hiyo naomba Mungu aniongoze niweze kufanya vizuri zaidi, na wenzangu nao pia hivyo hivyo. Asante sana. Naitwa Juhura Ngozi, ni mwenezi wa kata ya Mpanda Hoteli. Kwa ujumla wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mpanda Hoteli, viongozi wote wa chama wa kata, tunashukuru sana kwa zoezi lililofanyika kweli Ofisi yetu ya kata wanajitahidi sana, wanajitihada kubwa, wanafanya kazi kwa bidii sana. Sisi kama chama tunaangalia juhudi zao na kazi zao wanavyozifanya, kwa kweli tunaridhika. Mapungufu ya binadamu ni ya kawaida, hayawezi yakakosekana kwa sababu ni wanadamu, lakini kwa kweli wanajitahidi. Mimi kama mwenezi nawapa pongezi pia, nampongeza mama huyu kwa juhudi zake. Mungu akubariki sana mama. Endelea kuongeza bidii, Watendaji waongeze bidii lakini pia ofisi nzima kwa ujumla, asanteni.